Mkabidhi Mungu kwa ufupi, sisi ni tunatoka shule ya Rise Champ Mpiji Magohe, pale chama ndipo tunapotokea. Ni shule mpya, hatuna muda mrefu, ukiangalia bado na watoto wa wadogo wadogo, sio wakubwa, ndio tumeanza. Lakini kwa utaratibu wa shule yetu, tunaendesha shule katika misingi ya kidini tukimhusisha Mungu na kuwafundisha watoto maadili mema, ikiwa ni pamoja na kutenda matendo yaliyo ya huruma. Sasa, moja ya mambo ambayo tunayafanya ni kama hivi tulivyokuja kuwaoneni ninyi hapa, unatambua wale watu ambao wanahitaji vitu, misaada ya namna mbalimbali, ili tuweze kuwatembelea katika kumtumikia Mungu. sasa katambua eneo hili, tulikuja mara ya kwanza, tulikuwa na baadhi ya watu, na leo kama tulivyokuwa tumeahidiana, tumekuja kuwaoneni. Ah, kabla sijasema mengi, nifanye utambulisho mfupi. Unaowaona hawa ambao ni, ni wageni walioko hapa, wanafunzi wamevaa sare, kuna madarasa tofauti tofauti, tukianza na chini kuja mpaka darasa la nne ambapo tumefikia alafu hao wengine nao unaona, kuna waliovaa t-shirt waliovaa nguo za kawaida, ni wafanyakazi wote kwa pamoja, walimu wafanya na wafanyakazi wengine ambao tumekuja nao kwa ajili ya shughuli hii. Baada ya kusema hayo, tunashukuru kwa ukaribisho wenu ambao umetukaribisha umetupokea, ili tuweze kuja kuwaona. Baada ya kusema hayo, sisi hatukuja tukiwa wakubwa kama unavyotuona, ni wadogo, bado ni wachanga, hatujawa lakini vile tulivyokuja tunaomba tupokee vile vile. Nadhani, mama, siku ile nilizungumza nikasema bado ni wachanga, hatujawa na mambo makubwa kiasi kwamba tunaweza kufanya ni tukaja kwa kutisha, ni bado ni wachanga. Kwa hiyo tunaomba mmoja kati au wa wawili watatu na ninyi hapo mje ili tuweze kufanya makabidhiano ya hivi vitu kwa niaba ya watu wengine.